Aaron hakukata tamaa. Kesho yake akarudi tena hospitalini. Alipofika akamkuta Zawadi yuko sawa, madaktari walikuwa tayari wameshamruhusu kutoka hospitalini, lakini kulikuwa na jambo la kushangaza. Nje ya wodi kulikuwa na waandishi wengi wa habari. Aaron akasimama pembeni akimtazama. Waandishi wa habari wakaanza kumhoji Zawadi. Mwandishi mmoja akauliza, Bi Zawadi, kuna taarifa kwamba ulipotea, unaweza ukawaambia Watanzania kwamba ulikuwa wapi muda wote huu ambao ulikuwa unatafutwa? Zawadi akajibu kwa utulivu, Sikupotea, ila familia na watu wangu wa karibu walikuwa hawajui niko wapi, kwa sababu haikuwa kawaida hivyo, wakapata wasiwasi, wakadhani kwamba nimepotea au nimetekwa. Zawadi akaendelea kueleza, ukweli ni kwamba nilipoteza fahamu nikaletwa hapa hospitalini na msamaria mwema, ila kwa sasa nipo salama na pia niko na familia yangu, namshukuru Mungu. Bi Zawadi, kwa hiyo una maana kwamba muda wote ulikuwa umelazwa hapa hospitalini? Ndiyo, ni kama nilivyoeleza. Kwa sasa niko sawa kabisa sikuwahi kutekwa wala sikupotea. Kisha Zawadi akaongeza kusema, nashukuru sana familia yangu, ndugu zangu na watu wote wa kunijali na kuniombea. Mungu awabariki sana. Aron alikuwa pembeni akimsikiliza Zawadi kwa makini. Maneno aliyoyasema yalimwacha na maswali mengi moyoni. Alijiuliza kimya kimya. Kwa nini Zawadi anakanusha kila kitu? Anaogopa nini? Zawadi alipokuwa anaongea na waandishi wa habari, uso wake haukuwa na furaha. Alikuwa na tabasamu lakini macho yake yalikuwa na huzuni kubwa. Aaron alipomtazama kwa makini, alijua kuna jambo. Aliendelea kujiuliza. Inawezekanaje Zawadi adanganye hivi? Aaron alipokuwa amesikia maneno ya Zawadi alijua wazi hayakuwa ya kweli, hivyo akaazimia kwenda nyumbani kwa Zawadi ili aweze kuzungumza naye. Aaron aliingia kwenye gari lake na kuondoka. Maneno ya Zawadi hayakumshangaza Aaron peke yake, hata familia yake ilishangaa sana. Mama Patrick alijua wazi kile Zawadi alichozungumza kilikuwa ni uongo, lakini hawakuwa na cha kufanya. Walikaa kimya. Mwandishi mmoja akamgeukia mama Patrick na kumuuliza, mama, unaweza ukaeleza zawadi alipatikana katika mazingira gani? Sina cha kuongeza, ni kama tu zawadi alivyoeleza. Mama, twende nyumbani, nataka kupumzika. Wakaingia kwenye gari na kuondoka hospitalini. Wakiwa njiani, mama Patrick alitaka kumuuliza zawadi maswali lakini akaona sio mahali sahihi. Moyo wake ulikuwa umejaa maswali. Nini maana ya haya yote? Kwani zawadi anaongea uongo? Gari liliendelea na safari kila mmoja akiwa na mawazo yake. Walipofika nyumbani, Mama Patrick hakutaka kusubiri hata dakika moja. Akamgeukia Zawadi na kumuuliza moja kwa moja. Mwanangu, hebu niambie ukweli. Umepatwa na nini? Zawadi hakuweza kujibu. Alikaa kimya huku machozi yakimtiririka. Mama Patrick akatulia kimya. Uso wake ulikuwa wa huzuni, bado hajui mjukuu wake yuko wapi na hali yake ikoje. Baada ya muda, Zawadi akafuta machozi, akamwangalia mama yake, kisha akaanza kusema taratibu. Mama, ni kweli nilitekwa. Mama Patrick akawa anamsikiliza kwa umakini . Zawadi akaendelea kueleza, lakini namshukuru Mungu nilifanikiwa kutoroka. Walipokuwa bado wanaongea, mlango ukagongwa. Mama Patrick akasimama na kufungua, alikuwa ni Aaron. Akamkaribisha ndani. Baada ya Aaron kuingia akasalimiana nao kwa heshima, kisha akasema, nimekuja kwa ajili yako Zawadi, kuna mambo nataka kuzungumza na wewe. Zawadi akahisi hofu moyoni, lakini akajibu, sawa, karibu. Mama Patrick akaona ni vema waache, akasimama na kuondoka. Aaron akamsogelea Zawadi. Uso wake ulikuwa makini, kisha kwa utulivu akasema, Zawadi, najua ulitekwa. Zawadi akanyamaza. Aaron akazidi kueleza, najua ulikuwa kwenye ile ranchi kule Minjingu. Hapo moyo wa Zawadi ukaanza kudunda kwa kasi. najua ulifanikiwa kutoroka pia wale waliokuteka walikutafuta wakakupata pale kijijini na hata wakakufukuza kwa gari. Zawadi akawa na hofu kali, akakumbuka mtoto wake, akakumbuka vile vitisho. Aaron akamwangalia moja kwa moja machoni na kusema, najua kila kitu Zawadi, sasa niambie ukweli wote. Zawadi hakusema kitu. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa kasi. Aliogopa kusema kwa sababu alijua mtoto wake yuko hatarini. Ndipo Aaron akamuuliza swali lingine. Ni nani aliyekuteka? Zawadi akabaki kimya akitetemeka, akiwa hajui aseme ukweli au alinde maisha ya mtoto wake. Hapo ndipo Zawadi akajipa ujasiri. Akamwangalia Aaron kisha akasema, Aaron, tayari unajua kila kitu. Sasa kwa nini unaniuliza? Nataka unijibu swali moja tu. Ni nani aliyekuteka? Na anataka nini kwako? Zawadi akanyamaza kwa sekunde chache. Kisha akasema kwa sauti ya kujiamini, mimi sijawahi kutekwa. Aaron akamtazama kwa umakini. Zawadi akaendelea kueleza, yale aliyokuwa anazungumzwa mtandaoni yalisababisha taharuki bure tu. Familia yangu haikujua nilipo, ndio maana wakahisi kwamba nimepotea. Lakini baada ya kujua nilipo, wako sawa. Wanajua sikutekwa, na huu ndio ukweli, Aaron. Sina cha zaidi. Aaron hakujibu mara moja, aliendelea kumtazama Zawadi. Ndani ya moyo wake alihisi wazi kuna jambo zito linafichwa, lakini hakulazimisha. Akajisemea kimoyomoyo, nitajua ukweli muda si mrefu. Kisha Aaron akatabasamu kidogo na kusema, sawa Zawadi, nimekuelewa lakini moyoni hakukuwa na kitu kilichoeleweka kabisa. Aaron akasimama ili kuondoka. Alipofika mlangoni, akamkumbuka mtoto wa Zawadi, akageuka na kuuliza, rafiki yangu, yaani uko wapi? nataka nimsalimie. Zawadi akasita kidogo, uso wake ukabadilika kwa huzuni, huku machozi yakimlenga, akajibu Amelala, ndio maana unaona nyumba ipo kimya. Aaron akamtazama kwa umakini, jinsi Zawadi alivyojibu, akaona sio kawaida. Moyo wake ukamwambia hapa kuna jambo, lakini Aaron hakutaka kuonyesha hisia zake. Akatabasamu kidogo na kusema sawa, haina shida yule ni askari mdogo, akiamka msalimie. Zawadi akatikisa kichwa taratibu. Aaron akageuka na kuondoka, akiwa njiani mawazo yakamjia, inawezekana mtoto wa zawadi hayupo au yupo kwenye hatari kubwa zaidi. Kwa nini alijibu kwa huzuni sana tena kwa kujikaza? Inawezekana zawadi anachofanya anajaribu kumlinda mtoto wake. Baada ya Aaron kuondoka, mama Patrick akaingia sebuleni taratibu, akamwangalia Zawadi kisha akasema, mwanangu, nimesikia kila kitu mlichokuwa mnazungumza na Aaron. Sasa niambie ukweli. Zawadi hakuficha tena, akaeleza kila kitu, akamweleza jinsi alivyotekwa na wale vijana jinsi alivyopelekwa kwenye ile ranchi na jinsi alivyofanikiwa kutoroka. Akaeleza pia jinsi Lucy alivyotokea kama malaika na kumsaidia na jinsi walivyokimbizwa lakini wakaponea. Zawadi akaendelea kueleza, mama, wamemchukua iani waponae nimeona kwenye video mama. Mama Patrick akashtuka sana. Zawadi akaendelea kueleza, wameniambia nikanushe kuhusu kutekwa, nisitoe taarifa polisi, pia nisimwambie mtu yoyote. Nikifanya hivyo ndio anaweza wakamrudisha hii. Yaani mama Patrick alibaki ameduaa akakaa kwa muda kidogo kisha akauliza, ni kwa nini unafanya haya yote? Wanataka nini? Zawadi akajibu, kuna nyaraka mathali kwamenipa kabla kuuawa ya kuuawa wanazihitaji. Mama Patrick akauliza, kuhusu nyaraka hizo zinahusu nini hizo nyaraka? ni za Tanzako, ni zile mali ambazo Onesmo walikuwa wameiba na kufungua kampuni hiyo. Mama Patrick machezi akamtoka, akasema kwa uchungu, jamani, kwa nini watu hawana huruma wala utu? Kisha akamshika mkono Zawadi na kuendelea kusema, mwanangu, mali hutafutwa lakini uhai hautafutwi. Kwa sasa haina haja ya hizo mali ambazo Onesimo alizizurumu, wape tu hizo nyaraka ili tumpate. Yani uhai wa mtu haufananishi na chochote mwanangu. Zawadi akatikisa kichwa huku machozi yakimtoka akasema, mama, sikujua kwamba ilikuwa ni hatari kiasi hiki. Kisha akaendelea kusema na hisi hawa hawa ndio walimuua pia Martha. Mama Patrick akamkumbatia Zawadi, wote wawili wakalia kimya kimya. Mama Patrick akasema lakini, pia jambo la kumshukuru Mungu kwamba kampuni yetu inafanya vizuri sana na imesimama, lakini hata kama tungekuwa hatuna kitu chochote bado tungewapa hizo nyaraka ili tumpate tu mjukuu wangu. Baada ya hapo Mama Patrick alikimbia mbio hadi kituo cha polisi. Alipofika akaenda moja kwa moja na kutoa taarifa, akawaambia mtoto amepatikana, hakupotea, alikuwa tu yupo kwa jirani. Baada ya kutoa taarifa hiyo, Mama Patrick akaondoka haraka. Lakini wakati huo huo, Aaron alikuwa yuko hapo kituoni. Alimwona Mama Patrick akitoka. Aaron akajiuliza, huyu mama amekuja kufanya nini hapa? Aaron akaelekea moja kwa moja mapokezi na kuuliza. Kisha akaambiwa, Afande yule mama alikuja jana, alisema kuwa mjukuu wake amepotea, lakini leo amerudi, anasema kwamba amepatikana, hakupotea bali alikuwa yuko kwa jirani. Aaron akatikisa kichwa taratibu, kisha akasema sawa. Lakini moyoni hakuwa sawa. Hapo ndipo Aaron akajua ukweli mmoja kuwa, Ian hayuko salama. Inawezekana kile anachofanya Zawadi ni kwa ajili ya kumlinda mtoto wake. Aaron hakupoteza muda, akaamuru kikosi chake kuanza kufanya kazi ya kumfuatilia Zawadi. Kuanzia siku hiyo, Zawadi akawa anafuatiliwa kwa karibu sana, bila yeye kujua hilo. Katika uchunguzi wao, wakataka kujua Zawadi anazungumza na nani anazungumza nini, anakutana na nani na kwa sababu gani? Kikosi cha Aaron kilianza kufuatilia simu za zawadi kwa siri sana. Walikuwa wanachunguza anaongea na nani, anaongea nini. Baada ya muda mfupi, walianza kuona mwelekeo. Waligundua kuwa kila shinikizo linalomkabili zawadi linahusiana na nyaraka fulani. Uchunguzi ukaonyesha wazi, Zawadi ana nyaraka muhimu ambazo alipewa na marehemu Martha. Nyaraka hizo zinahusu kampuni ya Tanzacore Mining Limited. Hapo ndipo mambo yakaanza kuonekana wazi zaidi. Aaron na kikosi chake wakaanza kuunganisha kila tukio. Martha alikuwa na nyaraka hizo, Martha alimkabidhi Zawadi. Baada ya hapo Martha akauawa, Zawadi akatekwa, na kisha mtoto wake akachukuliwa. Hapo ndipo Aaron akasema, sasa naelewa kuwalijua. Sasa Martha aliuawa kwa sababu ya hizo nyaraka, Zawadi anabananishwa kwa sababu bado anazo. Wakati mambo hayo yote yakiendelea, mzee Rashid tayari alikuwa amepata kura nyingi za ndio za kuchaguliwa kwa waziri mkuu, na siku hii alikuwa anaapishwa rasmi. Kulikuwa na sherehe ndogo za kumpongeza Mheshimiwa Rashid. Watu walifurahi sana, wengi walimpenda na walimpongeza lakini hawakujua ukweli. Hawakujua kuwa alikuwa ni mtu hatari sana katika nchi yao. Pongezi zilikuwa nyingi, watu binafsi walituma pongezi, taasisi mbalimbali mbali nazo zilitoa salamu za hongera. Zawadi alishuhudia hayo yote kupitia runinga yake akiwa nyumbani. Alipomwona mzee Rashdi akitabasamu akipeana mikono na viongozi wengine Hasira ilimjaa moyoni, akasema, ebu muone, anajifanya kama vile malaika mbele za watu, wakati ni muuaji, wakati amemchukua mtoto wangu. Machozi yakamtoka. Wakati watu wakishangilia, zawadi alikuwa analia kimya kimya. Zawadi alikuwa akijiuliza Ian anakula nini Je, anatunzwa vizuri ama anateseka? Analala wapi? Hakujua chochote. Alikuwa anaishi kwa hofu na maumivu makali. Zawadi ni mama anayejua kuwa mtoto wake yuko kwenye mikono ya watu hatari, lakini hana uwezo wa kumsaidia. Ndani ya nyumba yake kulikuwa kimya, lakini moyoni mwake kulikuwa na kilio kisichokoma. Baada ya siku ile kupita Zawadi akapigiwa simu na wale watekaji waliomchukua mtoto wake. Sauti ya yule jamaa ikasikika, tunazitaka nyaraka zote ulizopewa na Martha. kwa hiyo unatakiwa kufika Sakina hoteli saa mbili hii asubuhi ukiwa na nyaraka hizo. Usije na mtu yoyote, usijaribu kuja na polisi. Kumbuka ukifanya kosa lolote utapokea maiti ya mtoto wako ikiwa vipande vipande. Sawa, nitafika. Naomba kwanza nimwone mtoto wangu. Simu ilibadilika na kuwa video call. Zawadi akamwona Ian akicheza huku akiwa na furaha. Kulikuwa na wahudumu pembeni, lakini Zawadi aliona migongo yao, hakuweza kuona nyuso zao. Zawadi alifarijika kidogo Angalau humuona mtoto wake akiwa na furaha, kisha simu ikakatwa. Ilipofika saa mbili asubuhi, tayari Zawadi alikuwa Sakina hoteli. Aliingia ndani akaketi na kuagiza chai. Alijaribu kunywa, lakini hakuweza kwa sababu ya hofu ilikuwa imemzidi. Mara simu yake ikaita, sauti ikasikika, "Weka nyaraka hizo mezani." Zawadi akatoa bahasha akaweka mezani. Sauti ikasema tena, "Sasa ondoka hapo mara moja." Zawadi akauliza haraka, "Mtoto wangu je?" Sauti ikajibu, "Utapewa, unachotakiwa ni kuondoka hapo sasa hivi." Zawadi akasimama na kutoka nje ya hoteli. Baada ya muda mfupi, kijana mmoja aliyekuwa kama mhudumu wa pale akasogea pale mezani, akachukua ile bahasha na kuondoka nayo. Zawadi akabaki nje ya hoteli akisubiri mtoto wake. Lakini simu ikaita tena, yule jamaa akasema, umefanya kazi nzuri sana, lakini bado kuna jambo moja la mwisho. Kwa hofu na hasira, Zawadi akauliza nilipi tena hilo? Mbona sasa umegeuka? Ulisema nikikupa tu nyaraka unanirudishia mtoto wangu. Jamaa akajibu kwa sauti kali kidogo, usipige kelele. Sharti la mwisho utalipata kesho, ukishalitekeleza ndipo utapata mtoto wako. Simu ikakatika, Zawadi akabaki pale amesimama nje ya hoteli huku machozi yakimtoka. Lakini wakati huo huo kikosi cha Aaron tayari kilikuwa kinajua mahali ambapo mtoto wa Zawadi alipo. Lakini sehemu ile ilikuwa na ulinzi mkali. Walikuwa wanapanga kwa umakini zaidi namna ya kumwokoa mtoto bila kumuweka katika hatari zaidi.